Kumekuwa na mazoea hasa kwa wanawake pindi wanapoenda kuoga kutumia nguo ya ndani kama dodoki kwa ajili ya kujisugulia mwilini. Sasa kitaalamu iko hivi, haupaswi kutumia nguo ya ndani kwa ajili ya kujisugulia mwilini. Unajua kwa nini? Dkt. Po Masua anaelezea sababu na nini kitatokea endapo mtu atatumia nguo ya ndani kama dodoki pindi anapoenda kuoga kwa ajili ya kujisugulia mwilini. Kwenye mwili wa binadamu huwa kuna wadudu wanaoishi. Wadudu wako kwenye ngozi wako kwenye masikio, wako kwenye njia yaja kubwa, isipokuwa kwenye maeneo mengine ambayo ni ni sensitive sana. Hakuna wadudu kwenye damu, hakuna wadudu kwenye ubongo wala kwenye majimaji ya ubongo, huko hakuna wadudu. Lakini sehemu nyingine za mwili huwa wanaishi wadudu. Hao wadudu wanaweza kuwa bakteria au virusi au fungus, wanaitwa normal flora wadudu wa kawaida kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kila sehemu ya mwili wa binadamu ina wadudu ambao ni mahususi katika sehemu hiyo ya mwili. Wadudu walioko kwenye ngozi sio wale ambao wako kwenye njia ya, ya haja kubwa, wala sio wale ambao wako kwenye sehemu za siri za mwanamke au za mwanaume. Kwa hiyo wadudu wanatofautiana kulingana na sehemu ya mwili. Hao wadudu wako kwenye balance. Wako kwenye uwiano sawia. Wakipanda au wakishuka, hiyo sehemu ya mwili wa binadamu inaweza kupata maambukizi ambayo inaweza kuanzia kwa kuwa vipele au chunusi kujitokeza kwa wingi au kwa UTI au kupata magonjwa ya kuwalisha na magonjwa mengine ya namna hiyo. Kwa hiyo wako katika uwiano sawia. Sasa ukichukua bakteria kwa mfano kwenye njia ya haja kubwa, kawapeleka kwenye njia ya uzazi huyo mtu atapata maambukizi. Ikiwachukua bakteria hao ujakubwa kwenye njia ya haja kubwa ukawapeleka kwenye kinywa cha binadamu, huyo mtu atapata magonjwa ya kuwalisha. Ukichukua bakteria ukawapeleka kwenye ngozi, huyo mtu atapata vipele. Sasa hii ndiyo sababu kwa nini wanawake au watu wanakatazwa kutumia nguo za ndani kujisugulia kwenye mwili. Wale wadudu wakiwa kule sehemu za siri wanakuwa na bakteria wanaokuwa kwenye yale maeneo. Kwa hiyo ukiwachukua kwa wale bakteria ukawapeleka usoni, unaweza kupata maambukizi. Kwa hiyo hii ndiyo sababu kwa nini wanakatazwa wasitumie. Inawezekana ukawa ni mhanga wa magonjwa yanayosababishwa na utumiaji wa nguo ya ndani kwa ajili ya kujisugulia mwilini pindi unapoenda kuoga. Sasa Dr. Paul Masua anatuondoa hofu kwa kufafanua jinsi ya kuepuka na kujilinda na magonjwa ambayo yanasababishwa na utumiaji wa nguo ya ndani kwa ajili ya kujisugulia mwilini. Sasa watumie nini? Wanashauriwa kutumia dodoki. Madodoki yapo ya aina tofauti tofauti, yapo ya kutengenezwa madukani, yapo madodoki ya kienyeji. Kwa hiyo watumie madodoki ya kusugulia kwenye mwili, na pia sio mara zote kila anapooga atumie dodoki kwa wiki anaweza kutumia dodoki mara mbili, ili kuepuka kutumia dodoki baada ya kunyoa. Kwa hiyo kama amenyoa leo, anaweza kusubiri siku mbili au tatu ndio atumie dodoki. Sasa ili kudhibiti bakteria hao wanaopatikana sehemu nyingine, wasijaakaasili mwili, anashauriwa huyu mtu anapoifua nguo yake ya ndani, haianike kwenye jua, kwenye mwanga, ili kuua wale bakteria. Hawawezi kuwaua wote, lakini angalau anapunguza kiwango cha bakteria wale wasio wakazaliana na baadaye kuleta madhara. Nguo ya ndani ni kwa ajili ya kuvaa ndani tu, lakini kwenye kuosha mwili tafuta dodoki zuri na laini kwa ajili ya kusugua mwili wako ili hasa kujiepusha na magonjwa ya kiafya ambayo yanashambulia ya ngozi na mwili pia. Hii ni Msasa Media na mimi ni Esta Madege.